Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kekasta Yesu tamata jakaiti mwami, ni nataka <laughs> <laughs> niseme maneno machache. Jambo la kwanza, kuna wazee ambayo wana nguvu, ni wenye nguvu na kuna wazee wenye kulegea. Ukienda huko kwetu Mount Elgon, wanasema anga siku hizi nyiki sponde, yaani wanamaanisha wakiona huyu mzee ni nyiki sponde, ni mzee ambaye wamemwenga kwa ratili, wakaona huyu ni mzee mwenye nguvu. Lakini wakisema kusuku sponde, yaani wanamaanisha huyu ni mzee wa kulegea <laughs> kwa hivyo leo wanataka kuzungumza nani huhusu mzee wa nguvu ama mwanaume wa nguvu, na pia nitaangalia hapo ndani mzee mlegevu. Lakini najua gati yenu hakuna mlegevu hata moja. Tunaongea kuhusu wazee wenye wako huko kijijini, wale walegevu, lakini hapa ni wanaume wenye nguvu. Jambo la kwanza, mwanaume mwenye nguvu hafanyi kila kitu lakini anafanya kitu hata kimoja. Wazee ambaye wamelegea wakati mwingi wanafanya kila kitu. Mtu mwenye anafanya kila kitu, anachukua kifunguo niga stove, kifunguo niga busie <laughs> yani ya unga. Yaani, yeye mwenyewe ndiye anaenda kushaka sijui anaamini u mdahitahidiwa katikati, yaani atakun anahesabu kuni ni ngapi, anahesabu kila kitu, hata kila kitu hapo na kitabu anaandika. Na nanakwambia wakati mwingi mzee ambaye ni mlegefu, yeye anafanya kila kitu kwa bomu. Hata akienda kutembea huko inakwambia boma inasimama kwa sababu kila kitu ni yeye. Sukari iko wapi? Yeye ndiye ana kifunguo. Mgeni alikuja atake kupikiwa chai momi, mpaka mwenye kifunguo akuje wafungue sukari, tena majani yeye ndiye anajua penye iko. Huyu mzee kwa sababu nakwambia mlegevu, <coughs> ajapatia watu majukumu, yeye amebeba kila kitu, na hiyo boma wakati mwingi haiendi popote. Nataka nikwambie kwa boma yako usifanye kila kitu, pia usikose kufanya chochote. Kuna wazee wengine ambaye sio wenye nguvu wazee hawafanyi chochote mawidi mbare haendi kwa shamba, hata kuchunga ng'ombe ya chungi, hata kufanya chochote. Nataka nikuambie, wakati mwingi, unajua wazee wa kitambo hawakuwa na stress. Si ati kuchunga ng'ombe ni kazi mbaya, huko ndio anapotezea mawazo, asipate <coughs> ngende ngende nge nge nge chochote, sema si wapi ng'ombe yangu niende. Si ati huko ndio mawazo yanaenda kufunguka anaenda kukaa chini na kusungumuza na kuwaza. Ukiwa mzee, nataka nikuambie huwa na kitu unafanya. Wakati mwingi kuna kazi, wengine wameajiriwa, fanya kama. Hakuna Mungu amekupa shamba, kama hajakupa shamba amekupa nguvu, fanya kitu. Nakwambia ukifanya kitu, kuna sababu ya kurudi nyumbani baada ya kufanya kitu.

tani nikwambie, wazee wenye nguvu wanasema nyigi sponde. Nyigi sponde ni mtu mmoja huko, lakini mzee mwenye nguvu, iko kitu unafanya, tafuta kitu fanya, na tena usifanye tu, fanya kwa ustadi yeah. Kama ni mkulima, lima kabisa. Kama wewe unapanda mboga, fanya kwa bidii. Kama ni mwalimu, enda shule mapema, hata saa kumi na mbili na atarudi saa moja ya jioni. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mzee wa nguvu, do your best mm. wakitembea wapite waangalie mahindi, wanauliza pomoni, hii mahindi ni ya nani? ile mzuri wanataka kujua, na hata mahindi ile mbaya wanauliza pomoni, hii ni ya nani pomoni citagarejuula ndini najaribu kusema wapendwa, najaribu kusema ya kwamba ukiwa mzee wa nguvu, fanya kitu lakini usifanye kila kitu una lerida moja kwa kanisa, si hapa pale, pengine una lerida moja alipotoka. Kwa hiyo kanisa hiyo kanisa ikafungwa, yeye kupanga kwa vestry, kupanga kwa vestry, yeye ni mwenyewe ndiye alikuwa anapanga kwa vestry. Wimbo ya kuingia kwa, kwa kanisa yeye mwenyewe ndiye alikuwa anaimba wimbo ya kuingia kwa, kwa kanisa na kufika mbele ya kanisa yeye mwenyewe ndio anaongoza ibada, hawakuamini yeyote. Somo la kwanza ni yeye mwenyewe. Baadaye wimbo ya kukaribisha, somo ya pili ni yeye mwenyewe, na hata somo la pili ni yeye mwenyewe angesoma, na hata mahubiri ni yeye ye ye ndio angehubiri. Hata sadaka hakuamini wa watu kutembeza kutembeza vikapu, yeye mwenyewe alikuwa anatengeneza <laughs> Kaenguria bueno, kuna kanisa najua mchungaji anafanyanga kila kitu, yeye ni drive wa kanisa. yeye ndio kama watchman. yeye ndio mhubiri, yeye ndio anaongosa kuimba na za zingine, sauti yake ni mbaya kama ya ayendimbivo, watu ampata shida kwa sababu ni yeye mwenyewe. Nataka kusema lakini nasema hii maneno mabota hii maneno haihusu, lakini mzee kikitu hata mmoja lakini hawezi fanya kila kitu. Ukirudi nyumbani, tembea, ukiangalia saa zingine, jirani yako unaona anajaribu kufanya kila kitu, hata kuni anaangalia hapo hata kuna wengine walikuwa nasikia wanaekaanga signature kwa unga, ndio angalie hata <coughs> angeingia hapo, anakuja kuchunguza kaburi moja. Jambo la pili, wanasema maneno ya wazee, wazee wangi sana

Na hata nataka ni kuambia tunafanya ya ambaye, ambaye wachache wanajua na pia tunafanya ya kuleta mapato. Sisi kama wazee lazima uongeze mapato. Unajua mama Mungu alimpatia uwezo wa kuongeza. Ukiletea mama mayai anaongeza kitunguu na nyanya na mafuta inakuwa chakula. Lakini mzee akibakia naye peke yake atapunguza. Tunaambia watu kama kina nation wang'ang'ane gomotis. Kwa sababu kikaa hivyo tu, wakati mwingi hakuna kitu. Hata ulipata 1500 badala ya hesabu ni minus minus minus. Ndio kwa sababu wazee wa kama ni mzuri. Ukikuwa na mtu yako haijalishi hata watu wakisema kebu, urudi naye, wengi unajua. Kila mtu na kibu yake ya kunyia maziwa, na hapo ndio baraka yako iko. Ndio kusema jambo la kwanza. Jambo la pili bonde mzee bonde inyigisi si wa mama hiyo siamaniziama gana mzee wa <laughs> nguvu. Mzee wa nguvu, mzee ni yule ambaye anataka kila mtu kwa familia yake awe mshindi, si yeye mwenyewe mm -hmm. unajua kila kitu, wakati mwingine wazee wengine ambao walikuwa wadhaifu. ikuskuse Yaani kila kitu ni yeye mwenyewe. Ukiangalia, okay, suti yake smart. Waangalia watoto unasema, ha, unasema usiposponde us ndani kisi. <laughs> Unajua unaangalia <unangalia, laughs> kwa hata saa zingine unaangalia kwa ungu ambaye inakaa kwake. Wewe. <laughs> <laughs> Nataka kusema ya kwamba, nataka kusema ya kwamba mzee mzito ni yule ambaye anajenga familia yake. Mimi najua mzee mmoja ambaye bibi yake alipita kushinda form four nyumbani. Anasema bwana maybe alipata division 2 kuenda ku, kufunza na kama angeenda kufunza hata angeinua jina ya huyu mzee mm -hmm. Sema Sandeta hapo, Sandeta madam lakini, mm -hmm. Siku hizi yeye aliamua kufi, kufinya talanta yake. Nataka kuambia watu wako karibu nasi wake na watoto ni vizuri kuinua talanta zako. Na vile tukishinda tushinde wote. Hata kazi wanasema that success without a successor is equals to failure. Yeah. Yaani hata ufaulu na mtoto hakuna mwenye umeambukiza kufaulu, iko changamoto. Kwa mzee mmoja alipata ajali. Sitaki kusema mwapi unaweza kiu. Alipata ajali. Sasa, watu kawaida, watu wako na maneno. By the way, tuombee Kiminini hii malori hii nakitanga jana imefinya ime, ime watu watatu, wow. Watu watatu hapo tu Kiminini kwa daraja ukipanda wote wakafariki, waka. Nataka niwaambie kitu gani? Yani, sisi ambaye tunatumikia Mungu ni vizuri kila mtu ashinde. Huyu mzee yeye alitaka yeye mwenyewe kujulikana. Alitaka kila mtu wa make reference kwake, atasahau okay. Watoto <todongu> nataka nikwambie, your success will be measured from your wife and your children. Mengine si nini, ni kuwapatia nafasi, patia nafasi, let them shine in their fields. Na hata saa zingine <todongu> wanasema behind a successful woman there is a man behind hata watu wasiposema Mungu anajua na wewe unajua mm. Lakini ikiwa ni wewe tu peke yako na hujapatia watu rusa hata ya kwenda huko kama huko kwetu ya kwenda chwele ku, ku, ku, <laughs> <kuhandle> <laughs> shilingi mia <mbili. laughs> unajua <laughs> gari mwingi alipatiwa elfu kumi kitu inachanganyikiwa <laughs> ni mzuri, wanasema success is a team effort. na mzee ni manager. Wewe mzee mwenye nguvu anahakikisha wale wa kwake they are winners kama vile yeye ni winner, lakini asikuwe winner peke yake. Hayo mzee ambaye nawaambia, ulisikika kuna mjake yeye, wakasema kwa uongo ya kwamba yeye amefariki. Unajua watoto chenye walifanya kitu cha kwanza, wenye walikuwa wanaenda kufungua pombe ya ng'ombe, wenye walikuwa wanaenda kuuza vitu baadaye walipokuwa wanaenda barabarani, wabunge wakasema, kumbe ilikuwa ni fake news, mzee ako hai. Wakakasirika sana, ndio wakakasirika sana. So ndio mimi nataka kusema when we all win we win well. Hata kama timu ya support hakuna, kila mchezaji hapo na namba yake. Mimi sikucheza mpira, lakini kila mchezaji iko namba 7 iko namba 4 namba 3 namba tu, hata chief auctioneer. Yeye ni namba kumi hapa mchungaji <laughs> za zingine namba mbili <laughs> lakini kila mtu ni wa maana. Usiwai dharau ya yeyote. Yes. Kila mchezaji ako na sehemu yake, na vile nimekuwa badri muzee siku hizi nimejua kila mtu. I appreciate everybody na hata ninyi wazee appreciate watoto hata ule mwenye unafikiri hakuenda shule sana. Sasa zingine Mungu anaweza kumsaidia kwa mkono yake ya kuwa electrician, aende Dubai, na huyo sasa ndio anakununulia koti, lakini ulikuwa unamwambia kusku sana. Ni vizuri ukiwa mzee to affirm what is best in your children and your wife. Iko unyonge yake lakini affirm what is good, na ikitoka kwa baba Ninakwambia huyo mtoto sheme bana, yaani atang'ang'ana kabisa. Nataka nikuambia let's build a strong team kutokee mbali. Na kama iko kitu ambacho ni mzuri, mwambie mwambie, hapa baba, umefanya vizuri sana, na nakuambia you are building a winning team <coughs> hata kwa kanisa, appreciate. Sijui mara ya mwisho uliambia mzee fulani kitu mzuri ambayo anafanya. Sasa zingine, mwingine ni excellent timekeeper kama kama mzee kama mzee mze, naambia eh, hey, mpaka chini, congratulations umekuja uh -huh, mapema aha, appreciate each and every one of us and we are building our winning team. Jambo la mwisho ndio kusema kama kutakuwa na maswali mtaniuliza. Jambo la mwisho, mzee mwenye nguvu yeye anajipeleka chini, ajipeleke juu katika kitabu cha Luka 18:9 mpaka kumi na nne, Biblia inasema watu wawili mi peregaen oh, sorry <laughs> mi peregaen kwa see wawili walienda kuomba kwaekal. Moja alikuwa ni Farisayo, wa pili alikuwa mtoza ushuru. Sure, sure. Walipofika huko, wa kwanza sasa akaanza viseda yani, akaanza kujisifu akasema, Mungu na kushukuru mimi si kama watu wengine. Unajua ugeanza kuje. Kila mtu ni wa kipekee. Hata sisi Mungu sisi ni watu jamaa ndogo wanasema kama Jose ni watu jamaa ndogo. Lakini pia wanasema kama Abu Jose jamaa ni kwese. Yaani ni tayari atakuumba kidogo. Atakuumba. Sasa ndio nasema kila mtu ni watu pekee. Lakini shida ni ya kwamba kuna wazee wa kujinua juu na wazee wa kusema ya kwamba wale ambao wa walijiinua juu wengi hawaishi na bibi zao. Wale ambao walikuwa simba marara wanakaa wenyewe, sasa wamenyeshewa. Unajua ukifika umri ingine hakuna kifua, wanasema nisongezie migiti kuja hapa, jua saa hiyo imekuchaba watu wana wanasema haya, buro waje jua ikuchome kabisa <laughs>

wayawamia moyo itaendelea siku zote ya kifua inafika kaati kifua inakojaa skuna nguvu tena, siku hiyo ndio utajua sasa hao yeah. Wazee wawili walienda kuonga poja, akasema na kushukuru Mungu, mimi si kama watu wengi, mimi nafunga. mimi natoa zaka, hata mimi si kama huyu mtoza ushuru Hmm. Mtoza ushuru alipoangalia hata hakukuwa na cha kusema, akapiga kifua yaani, akajiweka chini akasema, e Mungu. Na na Biblia nasema yule mtoza ushuru yule mtoza ushuru akarudi nyumbani amehesabiwa a <laughs> na huyo mwenye alijinua akakosa <laughs> baraka. Hii dunia ukiwa mzee nyenyekea, watoto wakienda vizuri Ambia Mungu wa Si vizuri kuongea kuhusu wengine. Kuna mzee mmoja anasema: hee, hee, hee, watoto, watoto ule mzee wamepata mimba, pata mimba, hee, mimi, sijui huyo mzee, hee, kusikus nyo. <laughs> <laughs> Waacha yake next month, wasi chanwatu wa uwe mzasa wakapata mimba. Usiwai kujiru ukipata okay, mahindi kidogo ha angalia, si kama ule ule angalia, oninaemba hey, sasa <laughs> atinye takusema <laughs> <laughs> Mzee wa nguvu ananyenyekea kwa vitu vitatu, nikimalizia. Jambo la kwanza, unanyenyekea katika wokovu. Ambie Mungu, mimi ni mtenda dhambi na kila siku ninaishi kwa neema na rehema zake Mwenyezi Mungu. Mnye. Hata kwa boma yangu tunaendelea kwa neema. Usiseme mimi ndio nimesimamisha. Wakati mwingi mwenye anasimamisha anaweza ondoka kuache mwenyewe. Mungu anaweza ondoka kuache mwenyewe uone vile vitu vina collapse yote. Inaomba Mungu tusaidie tunyenyekee katika wokovu. Be humble. Na hata katika wokovu kuna maneno ambayo inakusumbua. Maneno kila mtu wako na kinonda yake. Yani kuna yacho. Na unajua mguu ya kinonda unafichanga au uweka njoo mbele kose. Na mimi nakwambia hata mimi ingawa nilikuwa yufu wa kijana lakini nilikuwa na kinonda. Nilikuwa navuta sigara, sio ile iliyokuwa inaitwa SM, sina wapenzi. Nilikuwa ilikuwa baridi. Kikatipa na kiani. Cool menthol. Even it was sweet menthol. mm -hmm. Lakini nikasema mimi ni lazima ninyenyekee mbele ya Mungu nikubali ya kwamba nina shida ya kuvuta sigara na niombe Mungu aniwezeshe niache. Nikwambia wakati mwingine, kila mtu ako na nainoa yake. Wengine ke, kandumere, yaani hata vile anatembea unaangalia. <laughs> Kila mtu ako na yake, sijasema hio mwenyeni afadhali. Kila mtu tuko na yake yetu. Lakini Mungu atusaidie tumnyenyekee na kukubali, hapa nataka kubadilika katika wokovu. Hapa nataka kuwa bora zaidi. Na kunyenyekea ni kukubali kufunzwa. Na kukubali kwa mkutano wa hii wazee sio maneno yote. At least toka na neno moja, si yote. Angeenda baadaye sema hii hii naenda naye mbali na naenda. Jambo <coughs> la pili, nyenyekea katika maombi. Jambo la tatu, wakati huu, wakati wa saumu, sasa mimi muangelekana na kukumbusha. Wakati huu wa saumu kitambo, ndio mkutano ya wazee wazee megebei. Lakini saa hii ni wakati ambaye watu hawakuwa wanakula nyama. Watu hawakuwa na hata sukari, watu wanaacha. Yaani, watu wananyenyekea -nye na kuomba. Unajua, saa zingine chakula inakuanga utumwa. Unajua, kuna watu wengine wanakula mara sita kwa siku. Ndiyo, magonjwa ni <laughs> <laughs> no, no, mingi amemagandega chai oroni saa nne uji na nduma, alafu alafu kiseri saa sita alafu kahawa, alafu baadaye jioni ugali apendo aursi, alafu kabla ya kulala tena chai. Unaona ugonjwa ni mingi chang'a mishi ch ch ch ch ch ch ch Wakati wa saumu hata kula mara mbili. Na usipostpone eating, unajua there is a difference between fasting and postponing eating. Yaani postponing eating ni chakula ya lunch unakula sasa. Lakini kwa saumu ndiposa sisi ni Waanglikana. Kama leo angalia wacha ni wabadie sabra sasa. Kama lunch yako ni 50 bob. Chukua hiyo 50 bob weka bahali ya leo. Na ukae kwanza. Ekae tu bahali. Siku arobaini inakuwa shilingi elfu mbili Leta hiyo kwa bahasha, weka kwa bahasha ya saumu ama me... wakati wa Easter. Hiyo ndio maana ya bahasha ya Easter unaweka, lakini siat tuna hiyo pesa unarudi kugula baadaye, haujafanya kitu kitu chochote. Halafu inaenda inasaidia, inasaidia dazi na ota, inakusaidia ina ina kulipa ota, na unapata baraka ya Mungu na unakuwa na afya siamishiesayotean saa yote daktari jo. Sasa kwa leo hata nimesema nimefika kwa pondet la wendi mambenjo, lakini next time tutaangalia nino mboga ya chunguchungu itasaidia wazee. Hata unaona waganga wamejua shida ya wazee, wanasemanga ni wanatibu shida ya wanaume.

Akasirika hapa kuongelea mimi nafunga hapa. <gulia> Sio vita <wafuta>, kwa <gulia> boy. Unajipaka mafuta na unaongelea watu vizuri hata mtu asijue ni Mungu anajua. Mungu wa amani awabariki. Am Am Nimesema maneno matatu pekee yake. Jambo la kwanza, kuna bonde yenye gizi yani, mzee. Hey, mzito. <gulia> Na bonde ya kuskus. Ambaye ni mdhaifu mzee wa nguvu. Anafanya kitu lakini hafanyi vitu vyote. Hmm. Yako la pili anahakikisha kila mtu ni mshindi kwa familia yake mm -hmm. Hata wale ambao ni wadhaifu, ni wa encourage. Usikatae mtoto yako hata kama ana udhaifu, encourage yeye kwa sababu wewe ni leader wa the whole team, na usiseme huyu nimekasana huyu nimeachana ni naye kabisa, sitaki kuongelesha yeah. Ongelesha wote kwa sababu timu yote ni yako, wewe ni baba ya wote. Hata mimi nikiwa padri, padri wa wote, kwa sababu wote ni wangu. Kama mchungaji na ndio kama baba, wote ni wako. Hakikisha kila mtu anashinda. Si kila mtu anashinda, sawa, lakini kila mtu ni mshindi kwa staili yake na kibinafsi. Jambo la mwisho, yeye ananyenyekea katika uokovu, ananyenyekea katika kuomba na ananyenyekea katika kufunga. Nenda nyumbani, unyenyekevu inashinda kiburi. Mungu wa amani awabariki, na tuombe.